Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wataala kwa rehema zake na neema zake daima. Ametuneemesha na ametuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu kwa Alhamisi nyingine kama kawaida yetu, tunakutana huku kwa ajili ya kufundishana mawili matatu katika yale ambayo Allah subhanahu wataala tujalie taufiki ya kuweza kukumbushana. Tukiwa tupo katika sura Tumtahina, sura ya 60 kwa taratibu ya mushaf na wiki iliyopita tulianza kwa kusoma aya ya kwanza, ya pili na ya tatu. Leo tutatokea biidhni hii aya ya nne na, na pale utakapokuwa tumeishia tutasimamia hapo insha Allah. Aya hii ya nne, kama tulivyoeleza katika utangulizi wa sura, sura inaeleza na inafundisha kitu kinachoitwa alwala walbara Watu gani ambao tunatakiwa tuungane nao kisawasawa, tujumuike nao, tushikamane nao, na ya siri yetu wanaweza kuyajua wao, lakini pia kujiweka mbali na wale ambao hawafai, sura inatuainishia vile vile. Na sura imeainisha kwamba ujamaa ama ukaribu unakuwa hauna nafasi ikidhihiri na ikifahamika kwamba mafungamano ya kiimani hayapo sawasawa baina ya wewe na jamaa zako na ndugu zako. Kwa hiyo baadhi ya mambo mengi yanakuwa yanatoweka katika aya hii. Allah Subhanahu wa taala anatueleza sasa, tusije tukadhani kwamba haya mafundisho ni kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam peke yake bali Allah ndo anatuelezea atueleza tumeleza Mtume a salama awaambie masahaba na atuambie mimi na wewe na mwingine, kwamba kadi kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mnacho kiigizo chema mnao mfano bora wa kuchukua kwa baba yenu Ibrahima alaihi ssalam, ambaye huwa sammakum muslimina min qabl kwa hiyo qad kanat lakum uswatun hasana, mnao mfano bora wa kuiga. Mkitaka kuchukua kiigizo cha namna ya kujitenga na kujiweka mbali na watu waovu, watu ambao hawako sawasawa katika mstari, basi kiigizo chema mnacho fi Ibrahima, kwa baba yenu Ibrahima alaihi salatu wassalam, sio yetu, walladhina maahu, na wale ambao waliokuwa nao Ibrahima, watu wake wafuasi wa, wa Nabiyullahi Ibrahima alayhi salatu wassalam. Na hapa wanachuoni wanasema, kunu ayuha almu'minuna, enyi waumini, kuweni mutaasisina wa muktadina birasulikum sallallahu alayhi wasallam, kuweni wafuasi na kuwa na kiigizo muigiza, wa kumwigiza wamutuina na watiifu lahu kwake yeye, mtume wenu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa mustajibina litawjihatihi, na kufu, kuitikia kufuata mwongozo wake miongozo yake anayokupeni. Fuateni mtume wenu kama kana atiba wa abikum Ibrahima, kadhalika kama walivyokuwa wafuasi wa, wa baba yenu Ibrahim eh, kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina mau Ibrahim alionyesha mfano bora wa kujiweka mbali na kujitenga na maadui wa Allah subhanahu wataala, lakini wafuasi wake sasa, watu wake Nabiiullah Ibrahima, nao wakamfuata mtume wake Ibrahima, maadamu mtume amesema hivi basi nasi tunafuata hivi basi. Na ninyi kunu, kuweni wasikivu, kuweni watiifu, kuweni waitikiaji wa miongozo na maelekezo ya mtume wenu Muhammadin wasallam kama vile wale watu wa baba yenu Ibrahima alayhi salatu wasallam walivyoitikia na walivyofuata na walivyotii miongozo na maelekezo ya mtume wao Ibrahima alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo kuweni na ninyi kwa kuchukua chukuweni mfano kwa wao kwa kufuata miongozo mwenendo wao kwa kumfuata Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na namna gani wale watu wake walivyokuwa wamemfuata, na jambo gani Allah subhanahu wa ta'ala sasa akabainisha ma yajibu alayhimul iktida'u bihi min hali ibrahima alayhi salatu wassalam wal mu'minin. Ma baada ya kututaka kutupa attention ya kututaka sisi tuwe tuchukue mfano kwa nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, bali sio kwa nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, tuchukue na wale watu wake waliokuwa wanawaongoza namna gani walikuwa tayari kufuata miongozo na maelekezo basi mimi na wewe na mwingine maanaake tu, tuwe kama watu wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam ambao walikuwa tayari kufuata miongozo na maelekezo ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu sasa ni yapi ambayo tunawajibika kuyachukulia mfano kwa mujibu wa hapa kwa mujibu wa hapa lakini maanake katika kila hali tunatakiwa tuwe watiifu na wa kufuata miongozo na maelekezo ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama watu wa Nabiullahi Ibrahim walivyokuwa tayari kufuata miongozo hiyo. Kwa hiyo jambo ambalo linalotajwa hapa idhkalu likaumihim, pale waliposema kuwaambia watu wao, jamii yao, jamii wanayoishi nayo, jamii wanayoishi nayo, alikuwa amekaa nayo Nabiullahi Ibrahima alaihi salatu wassalam, na watu wake hawa walikuwa katika jamii, jamii ya kishirikina, Jamii inayoabudia masanamu inayochonga na kutengeneza, akiwepo mzee wake Ibrahima alayhi salatu wasalamu. Alikuwa yeye ndo mzee wa kilinge, yeye ndo mzee pale wa kilinge, anayeongoza masuala mazima ya matambiko, yale yako juu yake, yeye na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na watu ndio wapo katika hali ya namna hiyo. Sasa kuweni mfano bora, chukueni mfano bora kwa Ibrahima na wale watu wake waliomfuata Nabiullahi Ibrahima alayhi salatu wasalamu, kwa lipi? idhqalu likaumi pale waliposema kuambia watu wao eh, jamaa zao na ndugu zao, inna buraau minkum wa mima tabuduna min dunillah. Sisi tunajitenga na ninyi, tunajitenga na ninyi lakini sio ninyi tu, wamima tabuduna tunajitenga na tunajiweka mbali na mnavyoviabudia sio kwa kwa hiyo jamii yako inavyokuwa ina mambo ya vilinge, ina mambo ya mizimu, ina mambo ya matambiko, ina mambo ya hivi, maanake tunatakiwa kuchukua mfano sasa, kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, bali na wafuasi wake Nabiullah Ibrahim, namna gani walivyokuwa? Tayari jamani, sisi tutaendelea kuwaheshimu, kuwathamini kama ndugu zetu, kama jamaa zetu, lakini yale ambayo mnayo ya abudia nini na yote mnayoendesha, inna buraau minkum, si tutajitenga na ninyi kabisa. Katika, katika ili msitushirikishe, msitushirikishe kabisa kabisa katika yasiyostahiki ayo kwenu ninyi wenyewe, inna buraau minkum wa mimma taabuduna min duni llahi. Tena qalu liqaumihim kafirina bishujaatin wa quwa, kwa ushujaa na kwa ukakamavu wa hali ya juu kabisa, inna buraau minkum wa min aliyatikum allati ta'buduna min duni llahi azza wa jalla, wabada bainana kafarna bikum, tunawakataa kabisa tunawapinga kabisa. kafarna bikum wa innana kad kafarna bikum wa bimaabudatikum, tunawapinga na tunakataa tunakufuru kabisa hivyo mnavyoabudia sisi hapa tunavikataa tunavikataa kabisa, tunavipinga kabisa na tunawapinga kabisa ninyi, yale mnaoyafanya. Wakafarna bikum, tunawakataa ninyi na kuwapinga ninyi. Lakini siyo tu ninyi tu, wa mimma kafarna bikum, tunawakataa kabisa kabisa ninyi, hatuhitaji kabisa na hayo mambo yenu. Kama mnataka tuwe tu, tu, pamoja, basi mwacha mwachane na hayo mambo ambayo ninyi mnayo lakini zaidi ya yote wabadaa bainana wa bainakum ladawat walba'dhau abada, naimedhihiri na imidhihiri na kuanza ai, wadhahara bainana wa bainakum ladawat walbadau, uwadui na chuki ala sabili tabiri, wabadaa bainana wa bainakum ladawat, uwadui, walba'dhau na chuki, abadan milele. Hili jambo litaendelea, hatutokuwa pamoja tunachukia tunachukia ukafiri wenu, tunachukia tunachukia yale ambayo mnayoyaabudia. Sisi hatuwezi kuwa pamoja nanyi, na tutaendelea kuwa na msimamo huu mpaka hata tuuminu billahi wahdahu, mpaka pale mtakapojirudi na kumwamini Allah subhanahu wataala peke yake. Vinginevyo sisi hapana, hatuwezi tukashirikiana katika jambo lolote hatuwezi tukawa pamoja katika haya ambayo ninyi mnayofanya. wabada bainana wabainakum aladawatu walbaghdau abadan, tutakuwa ni wenye chuki, hatusikilizani wala hatuelewani. hata tuaminu billahi wahda, mpaka mtakaporudi katika kumwamini uwain sasa. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, wakati anatoa maelekezo haya kuchukua mfano wa nabii Ibrahim, akatupa angalizo sio yote illa qawla ibrahima liabihi laastaghfiranna lak ila tamku la Ibrahima alayhi salatu wassalam alivyomwambia baba yake kwamba nitakuombea msamaha hili msilichukue. Na kwenye suratu Tauba Allah akaweka wazi, wa ma kana istighfaru ibrahima liabihi illa amwa'idati wa'adaha iya falama tabayan, kwamba istighfari ya nabiyullah Ibrahima alayhi salam kwa baba yake ni ile ahadi ambayo alichukua akamwambia sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi afia, wewe mzee wangu nitakuombea msamaha kwa kwa pale wakati wanazungumza. Maana yeye maneno na nabii Ibrahim aliyazungumza akiwa hapo katika mjadala na baba yangu, inni kadijaani min alilmi la ma lam yat, mimi Allah amenipa elimu ambayo wewe mzee wangu huna, fattabi, nilifuate mimi eh, ahdika suratun sawia, anampiga dawa pa yupo katika kazi ya kumpiga dawa ya abati la taabudi shaitan, usiabudi shaitan. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman e, mzee wangu wewe mimi naogopa wewe an yamassaka adhabu, itakupata wewe adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa, wa rehma. Lakini sasa mzee wake hapa Nabii Allah Ibrahim alayhi salaam anamlingania kwa namna mzuri, tena anamwita kwa heshima na hivi mzee wake ambaye si Ibrahim Ibrahim wana achana na mimi la ila mtamta ila, ila arjumanna, kwa usipoacha tabia zako hivi nitakushughulika na wewe sasa. Sasa hapa Ibrahim, alayhisalam, yupo katika kumrai mzee wake, kambia basi mzee wangu mimi basi saastaghfiru laka rabbi innahu kana, naamini kwamba wewe bado uelewa hauna za kuombea msamaha, kwa ipo siku utakaa katika mstari wa sawa sawa. Sasa hii ahadi ambayo Ibrahim amefanya nini ndio ambayo amefanya nini ameichukua kwa hiyo Allah anamwambia, makana istighfaru Ibrahim liabihi illa an mawidati wa adaha, ni ile ahadi ndo akatimiza, lakini alipokuwa amebaini, falamma tabaya, alipobaini huu mzee wangu sie, tabarra, akajiweka mbali kwa hiyo ni kweli kwamba, sasa usije kusema ah, mzee wangu mimi sio muislamu msamaha ah, mzee wako sio Muislamu, basi haifai kumwombea dua, madamu amekufa akiwa, sio kama yupo hai kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala muongoze, alhamdulillah lakini kama ameshakufa na hakufa katika mstari wa sawasawa, tena huna tena wewe cha kumfanyia wewe, tena yamekwisha kwako wewe, basi haki yako wajibu wako, eh, wewe ni kumfanyia wema hapa duniani jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi fala tutihuma lakini wasahibuhuma fi dunia maarufa, hapa duniani. Mzee wako anapokuwa yeye sio muislamu, ndio unakaa naye kwa ihsani, kwa kwa wema, unazunguka naye vizuri, unamfanyia majukumu yake yote kwa ihsani. Lakini akishakufa tena, wewe tena huna lako, huwezi kumwombea dua mzee wako maadamu yeye, Allah haku hakumkirimu hakumkirimu Allah subhanahu wa ta'ala imani na hivi, tena wewe hapo huna cha kufanya, huwezi kumwombea dua kwa sababu haitakiwi kumwombea dua asiyekuwa mwislam. Kwa hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala sema illa kaula ibrahima li abihi, ila tamko la Ibrahima katika kuchukua mfano bora anabi Ibrahim na watu wake. Basi angalieni, sio kila kitu mchukue hiki, msikichukue kitazameni vizuri. Kwa sababu gani Ibrahima aliyasema hayo, la astaghfiranna laka, aatauombe msamaha mzee wangu mimi, alimwambia hivi kwa mzee wake kuwa muumini lakini alipokuja kubaini kwamba, ah kumbe uzie, Ibrahim akaachana naye na kujitenga. wama amliku laka min Allah shay, wala mimi sina chochote ninachomiliki kwa wewe, eh kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. rabbana alayka tawakkalna, e Mola wetu, kwa wewe tumetegemea. wa ilaika anabna, na kwako tunarejea. wa ilaika almasiru, na kwako wewe tunatubia. Anabna bimaana tunarejea, bimaana tunatubia makosa yetu tukajirudi tukachukua hatua za wa sawa sawa. Wailaika almasiru na kwa kweli ndio marejeo marejeo hii almasiru. Na anabna tofauti yake anabna bi maana tubna, tunatubia makosa yetu, tunarudi katika mstari tunarudi katika mstari wa sawasawa sawa. Almasiru almasiruna marejeo yetu baada ya kufa na kufufuliwa, hakuna sehemu tena tutarejea kwakwewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kilichokatazwa ni suala zima la tu la kuwaombea istighfari wazee wetu, lau kama ikitokea watakuwa wame, paka wamefariki hawapo katika mstari wa sawasawa. Kwa hiyo hili ni katazo ambalo tumekatazwa na sisi, tunatakiwa kujitahidi kama ikitokea miongoni mwetu wapo ambao wazee wao hawapo katika mstari hawapo katika mafundisho, wamekufa wakiwa hawana dini, basi tena wewe ya kuwafanyia. Ndio maana tunatakiwa kupambana kuwapambania wazee wetu wakiwa hai hapa duniani, wakiwa hawana dini. Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu anhu, mama yake ilichukua muda mrefu sana kuja kusilimu, ilichukua muda mrefu lakini, kila siku Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa anatoka, anakwenda kwa mama yake, kuhangaika naye, kupiga dawa, mpaka siku moja akamwambia, ya Rasulullah, niombee dua, mimi mzee wangu aweze kukubali wewe, aingie katika dini. fika siku zote, Abu Huraira akiwa anaswali, mama mtu ana mwekia vikwazo na hivi na hivi lakini, siku ile Abu Hurairah na swali la kitahamaki kifungua na mkuta mama yake hapo anasubiri au naibu, msuali, na yepo katika swala na hivi e, na hivi akafurahi furaha kubwa, mpaka alipokuja kwa Mtume صلى الله, eh, namshukuru Allah ambaye ameitikia dua yako, ya Rasulullah, mama yangu leo amekuwa eh akinihimiza mimi kwa lazima na kote. Kwa hiyo kama ikitokea miongoni mwetu wapo ambao wazee wao hawapo katika dini, ni kupambana kuwapambania kwa Allah subhanahu wataala, kuwapambania kwake ni kumwomba Allah subhanahu wataala awaongoze wazee wetu, waingie katika haki, waingie katika dini. Lakini pia inawezekana wazee wetu ni Waislamu, tuko nao lakini bado hawajakaa katika mstari wa sawasawa, mambo yao yamepindapinda, eh pengine watu wa mizimu, pengine watu wa, watu wa vilinge na mambo mengine ambayo hayapo yanaweza kuwatoa katika dini moja kwa moja au na mambo mengine pengine si watu wenye kuswali pengine si watu wenye hivi pengine si watu wenye hivi. Basi tuwapambanie tuwapambanie hapa hapa duniani, kwa sababu kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akishakufa kama hujampambania inakuwa tena, yani inakuwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia binti yake Fatima, akamwambia ya Fatima Salini ewe Fatima binti Muhammad, kama zato, una ishu zako ni hapahapa duniani, kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala sina nafasi ya kufanyia chochote mimi. Kwa hiyo maelekezo na mafundisho kwa wazee wetu, tuwapambanie wakiwa hai. Wazee wetu, watoto wetu, ndugu zetu, tuwapambanie wakiwa wapo hai, wakae katika mstari wa sawasawa, wasimame. Na ndio Mtume salama akatuelekeza muru auladakum eh, muru abnaakum bisalati, waelekezeni wazoesheni watoto wenu kuswali, wa huma bena usabi wa wakiwa na umri wa miaka saba, wawiribuhum, watieni adabu kwa kutotekeleza ibada hiyo wau. Yani mnawazoesha watoto wenu wakiwa. Kwa hiyo uhai hapa upo, ndio pakupambaniana, mimi na wewe na mimi, kila mtu apambanie na jamaa yake na ndugu yake, akae okay, katika mstari usikubali jamaa yako, unamwona kabisa huyu hayuko kama vile ambavyo hatuko tayari kumuona katika maisha yake, hayuko katika sawasawa mstari wa maisha yake. Tunapambana bwana, tukawainua tukawashauri wafanye jambo gani, labda atainuka kafanye biashara, labda amekwenda huko, naambia hebu, nenda huko nenda kachakarike, kachukue dagaa huko, kachukue nyanya, kachukue bamia, leti CV zako fanya kazi, tukaombe kampuni na hivi, na hivi naaowapambania hivi, basi pia katika kusimama katika dini ndio anataka tuwapambanie. Vile vile unavyomuona mwenzio jamaa yako ndugu yako saiba yako amelegalega katika dini au ana yumba yumba, basi ni kumstua hapa hapa duniani. Hiyo ndio jambo la msingi na kusaidiana, lakini mtu akishakufa hayupo ah, katika dini kwa kweli unakuwa huna chochote cha kufanya wala cha kumsaidia. Angalau akiwa amekufa Mwislamu, ndio tutakuwa na nafasi ya dua, lakini kama akiwa upande wa pili hata ile nafasi ya dua inakuwa haipo tena. Kwa hiyo mapambano ya kuwapambania ndugu zetu tujitahidi tuwapambanie hapa hapa. Rabbana la tajalna fitnatan liladhina kafaru, ewe Allah subhanahu wa taala usitufanye sisi. La tajalna fitnatan liladhina kafaru bi an tuadhibana biaidihi, usitufanye sisi fitina kwa wale ambao waliokufuru wakatutia adabu wakatuadhibu. Tunakuomba Allah subhanahu wa taala usiwape nguvu makafiri wakatu wakatuzidi nguvu wakatuzidi nguvu eh. Hilo ni moja katika namna ya mufassirina wavyofasiri kwamba la tajaalna fitnatan lilladhina kafaru ai la tusallituna aleiku utis, usitusalitishie kwao. Fitini, kwa sababu kule kuna aya inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minat, wale wa fitini, wale waadhibu na hivyo. Kwa hiyo rabbana la tajanna fitnatan lilladhina kafaru, usitufitinishe usitufitinishe, maana yake usituselitishe sisi kwa nani? Kwa makafiri, wakatuzidi nguvu, wakatushughulikia. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili, rabbana la tajanna fitnatan lilladhina kafaru, waliofasiri mfasirina wanachuoni wengine anasema, rabbana latajal ama amalana wa aqwalana sayiatan, kwamba usijalie matendo yetu na maneno yetu yakawa mabaya, fayatarattabu ala dhalika an yanfura lkafiruna dini, ikapelekea makafiri wakaikimbia dini yetu. Wakati mwingine mtu, dini gani? dini gani? dini ya ovyo, watu watu labda yaovy, watu, watu, watu, watu wanafanya hivi usitufa usitufa usitujalie sisi tukawa na mambo ya fitina mpaka watu wakaikimbia nini. Si kama inaeleweka vizuri, namna ya kwanza kwamba usitusalitishie sisi kwa makafiri wakatuzidi nguvu wakatushughulikia wakatubamiza wakatuteketeza, lakini namna ya pili vile vile usifanye Allah subhanahu wa taala matendo yetu na maneno yetu na mwenendo wetu kwa ujumla ukapelekea makafiri wakaichukia hii dini yetu. Maanake wakati mwingine vile ya mtu anavyokuona wewe anafikiri ndo dini yenyewe inavyoelekeza wewe, labda unaua watu unapiga watu unadhulumu watu unafanya hivi. Basi usitujaalie matendo yetu yakawa ni sababu ya watu kuikimbia nini, kuikimbia dini. Kwa hiyo, ala kuli hali, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala asitusababishe sisi kuivuruga na kuiharibu hii dini. La tajalna fitnata liladhina kafaru, usitujalie sisi kuwa ni fitina, usitujalie sisi kuwa ni fitina, matendo yetu yakawa ni fitina eh, yakawa ni sababu ya watu kuikimbia na kuikataa hii dini ya sawasawa. Kwa hiyo, tuwezeshe tufanye yale yaliyokuwa ya sawasawa -sawa, na tuwe na sababu iliyokuwa tuwe na matendo na akhlaqi zilizokuwa za sawa -sawa. Kwa hiyo, usijalie wakakimbia makafiri, wakazidi kuikimbia na kuiacha dini. Waghfir lana, na utusamee sisi. Rabbana innaka antal aziz, hakika yaweni mwenye nguvu, alhakimu, tena mwenye nini, mwenye hikima katika mambo yako. Kwa hiyo, ala kuli hali, wanachuoni wanasema Muislamu usiwe sababu ya kuwa wewe fitina katika jamii, usiwe sababu ya watu kuikimbia dini. Kuna watu wengine ni sababu, wengine watu wakahama misikiti wengine watu wakahama mitaa, wengine watu wakaacha kazi kabisa kwa sababu ya fulani mtu. Yaani hata kazini pengine mtu kunakuwa hakukali kwa sababu ya fitina zinazofanywa. Sasa maelekezo haya yote yanatutaka kwamba sisi tusiwe fitina, kwa sababu wengine wakaacha kunufaika na dini, wakaacha kunufaika na umma, wakaacha kunufaika na kila kitu. Tunatakiwa tujitahidi katika maisha yetu tusiwe katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala, tumalizie aya ya sita hapa: lakad kana lakum fihim uswatun hasana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala, lakad kana lakum fihim, hakika imekuwa kwenu ninyi ayuhal mu'minuna, uswatun hasana, fi abikum Ibrahima alaihi salatu wasalam, wa fi man amana bihi, ninyi mna kiigizo chema kabisa. Lakini kwa nani? man mankana yarjuu llaha walyauma, anayeamini anayetegemea kwamba atakutana na Allah, bimaana yarju lika allah yuminu bilbaathi, anaamini kuna kufufuliwa, kuna kukusami, kuna kuhesabiwa na kuna kulipwa. Kwa hiyo lakad kana lakum fihim uswatun hasana, chukueni mfano bora kwa mzee wenu nani? Ibrahima alaihi salatu wassalam. Fihim tena ama imekuja tena fihim, kwa Ibrahim na watu wake chukueni mfano wa kuiga, igeni huko kama unataka kuiga. Lakini waman na yeyote yule atawalla, atakayepuuza na kukengeuka basi atambue fa inna Allahu wal ghani wa man yuri wa na hadha taasi, atakayepuuzia kufuata muongozo na kujiigiza mwenendo wa hawa kina Ibrahima alayhi salatu wa sallam, basi tambueni fa inna Allahu wal ghani. Allah, puuza, Allah ni mwenye kujitosheleza wala humkomoi Allah. Alhamidi alhamid, mwenye kwetu Allah, yani wewe na mimi na mwingine yote, akiamua kupuuzia mafundisho asidhani kwamba anamkomoa. nakum nakum, basi nitakushughulikia nitafanya hivi, ah, haiko hivyo. inna Allahu huwa alghaniyu alhamid, Allah ni mwenye kujitosheleza wala haituhitaji chochote sisi. Kwa hiyo chochote unachokifanya, kila mmoja anachokifanya ni kwa manufaa ya kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe unaposema mimi hivi na hivi mkipuuza, tumeambiwa si Ibrahima ni kiigizo kwetu. Tufuate, tuchukue hatua. Lakini tukiamua kupuuza basi hatuna tunayempuuza, ile tunajipuuzia sisi wenyewe ndio ile siku ya kiyama atakuja kwamba labda na kwa nini umenifufua mimi ama wakati kuntu basi nasema hata tika haya tuna pana sita wakadhalika, leo tulikuletea muongozo sisi ukapuuza. Sasa kama ulivyopuuza muongozo wetu na sisi leo tunafanya nini? Tunakupuuzilia kwa mbali. Kwa hiyo mtu anajipuuza yeye mwenyewe. Tunamwomba Allah subhanahu wa Ta'ala atuongoze na atuwafikishe, atujaalie tuweze kushika mwenendo na mafundisho, na tuwaigize mitume waliotangulia, wakiwepo wafuasi wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na Bayti Ibrahim ya kuwa watiifu walioshika hatamu, walioshika njia sawasawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi